Na wakati huo huo, msikiti wa Jamia jijini Nairobi unaadhimisha miaka mia moja tangu kuanzishwa kwake na umefungua milango yake kwa wasio Waislamu ili waweza kujifunza ili waweze kujifunza zaidi kuhusu dini uh, haya samahani nitarejelea taarifa hiyo msikiti wa jamia jijini nairobi unaadhimisha miaka mia moja tangu kuanzishwa kwake na umefungua milango yake kwa wasio waislamu ili kuweza kujifunza zaidi kuhusu dini ya kiislamu siku ya utangamano ya mwaka huu imetumika kuhimiza umuhimu wa umoja licha tofauti za kidini leo hivi leo wageni waliotembelea msikiti huo walipata fursa adimu ya kutembelea maeneo matakatifu ya ibada na kupata uzoefu wa moja kwa moja na maisha na mafunzo ya kidini ya Kiislamu. Kwa mara ya tisa tangu kuanzishwa kwake, msikiti wa Jamia jijini Nairobi umefungua milango yake kwa watu wa tabaka mbalimbali ya kidini. Hatua hii inalenga kuwaelimisha wageni kuhusu mafundisho ya dini ya Kiislamu na maisha ya kila siku ya Muislamu. Kuanzia ziara katika msikiti huo hadi kushuhudia ibada za moja kwa moja na kipindi cha maswali na majibu, wageni walipata fursa ya kipekee ya kujionea moja kwa moja kinachoongoza imani ya dini ya Kiislamu. Kamati ya maandalizi imesema masomo kutokana na siku za awali za utangamano yamefanya uratibu wa tukio hilo la kila mwaka kuwa rahisi zaidi kadri miaka inavyosonga.

Nile namba 1 ni kuwapatia fursa, sio kwa Waislamu waje washuhudie kipi ambacho kinafanyika ndani ya msikiti, wapate pia kutangamana na Waislamu, wapate kujua maadili ya Kiislamu, na pia wakiwa na maswali yao wapate kujibiwa maswali kutokamana na mashehe wa Kiislamu, wapate the right information, si masala ya misconceptions ambazo watu wanasikia kule nje, Waislamu ni kadha wakadha wakadha

roles of gender. These kinds of things were for me very interesting not so much in competition but just interesting to see, okay, that's how you do it that's how we do it Na mafunzo yameendelea na hizo misconceptions about Islam I think explain zimeexplainiwa vizuri na nimeweza kuelewa kabisa Especially the, the, the, the jihad part. Eh, nimeelewa vizuri maana ya jihad ni nini. Came I saw the mosque, it's not the way uh, we hear, it is outside there. And, walking through the mosque and uh, experiencing and, um, and the way the question was answered, I think they, they really go down deep. Deep, and, and they, they are here, they said, they are not comparing, we are not comparing Christianity to Islam. We are here to learn about Islam, so it was never a debate. Kamati ya msikiti huo inatoa wito kwa misikiti mingine kote nchini kuiga mfano huu ili kuwafikia watu wengi zaidi wanaopenda kujifunza kuhusu dini ya Kiislamu, lakini wanasitishwa na umbali wa kufika jijini Nairobi. Huku msikiti wa Jamia wa Nairobi ukiadhimisha karne moja, ni matumaini ya kamati andalizi kwamba shughuli kama hizi zitaleta uwiano kati ya dini ya Kiislamu na dini nyingine za Kenya. Yusufani ikiripotia Dira ya Mabuji katika msikiti wa Jamia ya Nairobi.